Akizungumza wakati akifunga maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa yaliofanyika mkoani Tanga katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara kwa wiki moja, Jumatatu Januari 26, 2026 Balozi Batilda amesema wafanyabiashara ndogondogo wanatakiwa kuwekwa sehemu nzuri. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wako hapa, katibu tawala, katika moja ya majukumu ambayo mheshimiwa Rais anategemea tuyafanye wako wako wako. ni pamoja na kuwaweka maeneo ya wafanyabiashara wadogo wadogo hasa Machinga. Lakini katika kila wilaya, tuone sasa utaratibu tunaweza kushirikiana nao, tukaweza kuweka vitenga uchumi ambavyo vitakuwa vya kusaidia kupata maeneo kwa ajili ya wafanyabiashara wetu wadogo wadogo hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wa jasiria mali, lakini kwa kuwaweka katika maeneo mazuri, katika maeneo kulingana na shughuli zao waweze kufanya kazi vizuri wapate masoko vizuri. Meneja wa shirika la bima Zanzibar mkoa wa Tanga Hassan Abdallah amepongeza maadhimisho hayo na kushukuru kwa shirika lao kushinda kuwa namba moja kwenye maonyesho, jambo ambalo limewapa faraja zaidi na furaha sana. Shirika la bima la Zanzibar limeweza kuwa mshindi wa kwanza katika maadhimisho ya wiki ya huduma ya fedha kitaifa ambayo yamefanyika hapa mkoani Tanga. Tunaushukuru uongozi wetu wa shirika kwa kutusupport kuhakikisha tunashiriki vizuri kwenye maadhimisho haya, na tunawashukuru tuna, wizara kwa kutambua huduma zetu tulizokuwa tunatoa katika ma, ma, ma, maadhimisho haya. Kwa kweli tumefarijika sana, tumepata nafasi ya kuji tangaza kwa jamii tumepata nafasi ya kueleza wapi tunaweza kupatikana. Mwandikishaji wa shirika la bima Zanzibar Victoria Mwafongo amesema umetembelewa na wananchi zaidi ya mia nane na umepewa elimu mbalimbali kuhusu masuala ya bima na wamenufaika nayo. Tulikuwa hapa kutoa elimu za bima na tumepata wageni wengi kuwafahamisha na kuwapa elimu ya kutoa bima. Tumepata wananchi takribani themanini na wamepata elimu ya kutosha. Katika shirika letu la bima tumetoa elimu za bima za magari, za nyumba, za mkandarasi, za ujenzi. kwa, kwa, kwa, kwa hapa Tanga wamepata elimu ya kutosha. Rajabu Athmani, ZBC Tanga.